Kitendo cha kublock endorsement kwa wagombea wengine, hicho kitendo ni kosa la kimaadili. Hicho kitendo ni matumizi mabaya ya madaraka, kwa sababu ukiwa rais wa mpira kwa mamlaka uliokuwa nayo sawa, hauwezi kumpigia simu mtu kutoka chama cha mkoa kwa anahitaji kufanya endorsement, akakataa. Sasa kama watu wote kutoka vyama vya mikoa, klabu ambao wanaheshimu mamlaka yako wanakuja kuchukua endorsement, unachukua endorsement zote, maanake rais ametumia vibaya madaraka yake. Sasa kutumia vibaya madaraka uliokuwa nayo ni kosa kwa mujibu wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa maadili ya TFF. Ninakusudia kumfikisha mheshimiwa rais kwenye kamati ya maadili ya TFF kwa sababu ndiyo avenue iliyopo, Inayoweza kusaidia kuweza kutengua situ situation ambayo ipo. Hilo jambo la kwanza, kwa sababu ni kosa la kimaadili. Lakini pili, tunayo kamati ya rufaa ya uchaguzi ya TFF. Ninafikiria pia kuandika barua ya pili kuipeleka kwenye kamati ya rufaa ya TFF, kueleza hii situation, jinsi ilivyotokea, kukata rufaa e, ushiriki wa bwana Wallace Karia kwenye huu mchakato, kwa sababu amefanya ame, ame endorsement kabla ya tangazo la uchaguzi kufanyika. Hata katika uchaguzi mkuu wa kiserikali wagombea huo wanatafuta wadhamini baada ya uchaguzi mkuu kutangazwa na tume ya taifa ya uchaguzi. Sasa iweje? E, mheshimiwa rais yeye ametafuta endorsement e, amefanya endorsement kabla ya tangazo la uchaguzi. Hicho kitendo alichokifanya ni matumizi mabaya ya madaraka.